Hey my good people, kama kawaida, video ya kwanza na Samsung S25 Ultra hapa ndani ya Leza TV family

Galaxy S25 Ultra iko na um, pen here. E eh, actually alikuwa anahitaji tu simu kwa sababu hii hata najaribu kuzoom nayo sioni i okay. Inapiga flu. Hmm? How do you, how, how do you feel about having another new phone? I'm feeling great. Hii yote ni kwa sababu ya kutaka kufurahisha watu wangu wa Leza TV, Leza TV family pamoja na Leza TV Canada. Hapa ndio mahali mmenifikisha. <laughs> Uh, actually to be honest, simu ambayo ilikuwa bado natumia kufanya video ni simu ambayo nimetoka nayo Afrika. Samsung S9 Plus. Ulikuwa si, ungali unatumia ndio hivi bado inafanya sahi. Kwa hivyo ile nyingine S25 Ultra ambayo ndio simu toleo la mwisho, kwa Kifaransa tunasema dernier generation, ya Samsung ndio simu ambayo nimechukua. Pia hapa. Pia bado yuko kwa display. Nadhani video yake ya kwanza mtaiona

Tunaenda nyumbani, tumeshapata mashini mpya kama kawaida. The first video of my Samsung S25 Ultra. I'm very very happy Nadhani unaweza ona different na video za mwanzo na hii video. Sitaki kufanya video nyingi sana kwanza, tutafanya zingine baadaye kidogo. Tunajaribu tu kuangalia utamu wa simu, mhm, au sio bwana?

okakuengezia pesa yote 25 autai kuweka ingine <tipa> e? Nawitoki <tipa wini> mambo kujaribu denize yako, najaribu pale <tipa wini> kununua vitu <tipa wini> hizi hapa ni kandi ama ni, ni switi niweza kusema ati tamu bombo za watoto. Sasa amejaribu kuweka pesa lakini hazitoki. Zinakataa kutoka <laughs> hakuna hiyo ni self service ni kama zile nani zile magari waliendesha. Ah uh ah -uh, don't ask anyone they are not for them. Kuna mmoja kwa patia dola moja ipotee bure.

Sasa ulikuwa najaribu kusema ati we ujaona kitu special kwa hii mall, tofauti na nyumbani? Sasa hapa ndio, sasa hapa ndio kizunguzungu kimekupata sasa, hapa ndo uelewe. Sasa kama mambo ya wazungu ni ya wazungu tu, pesa ni nyingi. Inamaanisha pesa ya huku iko na thamani sana, kila pesa ni pesa zile za, za, za Kenya ndio soon. hiyo ndio hiyo ndio 25 cent no. Si ndio 25 cent hizi, si ndio umeingiza hizo ine. Hiyo ni kubwa hiyo, na sukari ya mingi sana mm. Kuja kwa hizi, hizi hapa ndio zinakaanga mzuri hizi jana hizi. Si ndio za mzuri na hizi za brown Yes, chukua hicho chokoleti. Sijui kama ni kamoja, kwani natakia pesa tana juna ni chini. Jaribu tuone suku na jaribu, kwani unaogopa pesa zinakuja mingi sasa. Inazihesabu ndio ikwambie, tuone kwanza huku kwa kamera yeah.

Tuone zitatoka ngapi? Mm, ama kwa hizi eka tu kwa hizi chocolate tushatoa. Hmm. Wewe sasa au bag yangu ya simu hapa. Baada ya kuangaika. Zungusha tena

Hey, my good people, kama kawaida, video ya kwanza na Samsung S25 Ultra hapa ndani ya Leza TV family, hapa ndani ya Leza TV Canada. Kama kawaida unavyoona, tumemaliza kupatia hiyo bag yangu onishi, hii hapa ndio bag nimekabidhiwa, ina box ya simu ambayo tayari tumefungua simu, ndio inasu, ina chaja mpya hapa ambayo pia nimepewa, lakini hivi hapa ni risiti za simu nimenunua kutoka kampuni gani mbele pia yeah. So nitakuja okay, uh, kuexplainia baadaye jinsi huku Canada unaweza kupata simu ama Amerika ama tuzimchete za wazungu mm -hmm. unaweza kupata simu either uwe na pesa ama usiwe na pesa, yote inawezekana. So twende. Okay. amedi toka pale kwa nina la la la chini. Yeah, so tumetembea eh, ye, tumetembea hapa ndani since, since, saa sita saa tisa almost saa uh, kumi and tukutua hapa ndani kwa ajili ya kuwatengenezea content. But it's been good though. Shinda kwa nyumba za zingine inachosha.

na simu akakampena kimbia kimbia na honi, barabara iko na magari. So that's it for today my people, thanks thanks, thanks uh-huh, for watching. You have to sign, to sign, sign out on camera. Toka barabara, kujeni huko <laughs> Hello my people, this is Leza family. Thank you for watching. Kama umependa, please don't forget to subscribe, share, like and comment. Na kama unataka tukuonyeshe tena places zingine tofauti just add up kwa comment section, utaambia unataka kusikia nini, unataka kuona wapi, kama iko within our area ama within our town, tukuonyeshe without any fear. Saizi tuko na kifaa inatoa mpaka na zako zinakuja kaayan. Yaani, hapa kama umepaka makeup uko na foundation kwa sura. Very close. No, no. So thank you you for watching. Bye. We'll see you next time.